Kuna maeneo mengi ya kuvutia jijini Dar es Salaam, lakini ukitajiwa Kunduchi, picha gani inayokujia katika akili yako kwa mara ya kwanza? Sehemu ya michezo ya watoto, bichi za kisasa na kuvutia, au hata sehemu za kuogelea? Hapa ni Kunduchi, Dar es Salaam. Wakazi wa hapa wana shughuli nyingi sana, aidha uvuvi, mamalishe, ukangaji wa samaki, ulanguzi wa samaki, lakini hata usafiri kama unahitaji kwenda Zanzibar na kusafirisha bidhaa zako kutokea hapa Dar es Salaam salam kuelekea Zanzibar, Kunduchi inaweza ikawa ni sehemu nzuri zaidi ya kufanya hivyo. Wananchi wa hapa wanaiona sehemu hii kama lulu inayoishi ardhini. Una maoni gani juu ya hilo? Tuwasikilize wanasema nini. Naitwa Pius Longino ni mkazi wa hapa hapa Kunduchi. Nimejenga hapo, mheshimiwa, ndio napoishi huko, nakuwa nakuja nafanya shughuli zangu za uvuvi kila siku, na sijawahi kufanya sehemu nyingine tofauti na hapa ya uvuvi. Baada ya hapa, nishawahi kufanya kazi huku Kurasini miaka ya nyuma, mwaka 1986 lakini kipindi kile kwa bado mdogo mdogo, lakini baada ya kukua ndio nkaja sasa, nkajiongeza kununua hiki kitumbo, nikawa navua peke yangu, inafika kama miaka minane mpaka tisa inafika wavuvi wapo, kwa kweli kipato ni kidogo sana, kwa sababu uharibifu umekuwa ni mwingi baharini, uvuvi haramu ni mwingi na tunapofikisha sehemu husika kuhusiana na uvuvi haramu hatusikilizwi, sisi wavuvi wadogo wadogo. Naitwa Kusum Mwinyi, ni mkazi wa hapa hapa Kunduchi, mfanyabiashara mdogo mdogo wa mamalishi huku Kunduchi Kokoni. Ah, kwa shughuli yangu mimi sasa hivi na mwaka na miezi sita toka tumeanza huku biashara Kokoni. Sometimes chakula kinaisha wa chakula kinaisha kutokana kutokana na mzunguko wa watu. Saa nyingine chakula kinabaki kutokana na mzunguko wa watu. Changamoto ziko katika biashara. Hakuna biashara aka changamoto. Changamoto kubwa kwanza ya kwanza tungejengewa vio. Mm-hmm. Eh, kwa sababu huku tuko nje na mji lakini vio hakuna. Hiyo ndio changamoto kubwa tunaoipata huku. Vio na ukiangalia kipindupindu biashara inazidi kuwa ngumu. Mazingira ya hapa tofauti na mazingira ya juu. Kwanza moja, mtu akija huku lazima atashangaa. Watu nakaa karibu na maji kama hivyo, kuna njia za maji, huo mto, sehemu nyingine hakuna. Hiyo pia ni kivutio kimoja, hapo mtu akija anaenjoy. Biashara yangu ni kama hivo navyoiona hivi ya samaki na samaki natengeneza mwenyewe, kama hivyo navyoniona heni, nakaangisha au naenda kuuza. Mimi mkazi wa Kilimanjaro, lakini kwa sasa hapa niko Dar es Salaam, ii niko Kimara Temboni. Kila siku natoka Kimara Temboni nakuja huku na nina biashara anarudi na kumati mbano ndiko nakosa faida anapata. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu kwa sababu kuna siku unapata, kuna siku unakosa kwenye biashara. Changamoto <tipa> zipo. Wakati mwingine unaweza ukaja biashara ushindwe kuinunua kutokana na bei na upatikanaji wake, au wakati mwingine usiipate kabisa. Upeke wake tu ni kwa sababu tunanua vitu fresh ambavyo vijaepo kwenye freezer. Kazi hii niko nayo takriban mwaka wanane ama wa tisa, niko naendelea na shughuli ya ukangaji samaki. Ni shughuli kama shughuli zingine ambazo mtu anaweza kujiajiri kwa ajili ya ku ku kujipatia kipato na kuendesha maisha yake. Ni, ni kama kazi zingine, ila sasa sijui kila mmoja atakuwa anamchukuliaje mtu Kazi yake. Lakini si tunaona ni shughuli ambayo tunaifanya inatupatia kipato kama kazi zingine, kwa sababu tunaishi kwa, kwa kutegemeana. Mvuvi atatoka baharini atamuuzia mch mchuzi samaki, atatuletea sisi mchuzi, tutamkangia hapa, atatupa pesa yetu tayari, ambayo itakuwa inatusaidia katika mahitaji yetu ya kuendesha maisha. Urahisi na ugumu wa kazi hii, hakuna ugumu wowote katika katika kazi hii, kila moja anazoea kazi yake kwa mimi nimeshaizoea mpaka sasa hivi naona ndo kazi yangu, kwa sababu inanipatia kipato ambacho kibinafsi yangu na ridhika nacho. Samaki wakubwa ni samaki ambayo anahitaji, unapokaanga uwe makini muda wote kwamba, kwa, kwa sababu samaki wakubwa mara nyingi ye mwenye mteja ndo samaki ambao wanakuwa hata katika meza yake, ni kama kioo, kwamba ni kivutio cha mteja, ambapo anapopita akiona mezani pale kuna samaki wakubwa anavutiwa nao, kwa hiyo haitaki kuwaunguza aidha hata kuwa bandua bandua. Kwa hiyo wao ni samaki ambao tunakuwa nao makini sana. Hapa shughuli inafanyika sana sana, vijana wanajishughulisha na uvuvi pamoja na usafirishaji wa baadhi ya mizigo, kama labda vimbolea, mbolea za kuku hizo na kama hivyo miti labda mtu ana vitanda yani ana vitu vidogo ana hama nini yani vitu kama hivyo kwa, kwa sababu vijana wengi unajua mtaani anafanya kazi gani? Wengi bodaboda, wengine wezi. Kwa hiyo nashukuru kwa kweli kutokana kwa kutokana, hapa vijana kama unavyoona zaidi ya ishirini au 10 wanapata riski zao kwa halali wanajishughulisha. Nashukuru pia bandari ilipokuja, especially watu wa TPA yao, kiasi kwamba wametu rahisishia sisi kuwa na uhuru wa kufanya kazi. Jambo la kwanza mtu akija na mzigo wake inategemea ni mzigo aina gani. Kama sisi hapa tunajishughulisha na mizigo hii ya kawaida tuseme mbolea nini na nini vitu hivyo vidogo vidogo. Lakini kuna mizigo mingine ambayo labda wanazo watu wa dumu wale wanafuata posesi zao kule, na sisi watu mtu labda akaja na mzigo wake na mbolea inabidi aende akalipie akutane na ajenti, na mwisho kisha kutana na ajenti, ajenti anaenda kulipia kule TPA bandarini pia basi na kupa ruksa katika upakizi. Bahari ni kama mtaji wetu au ndo ofisi yetu, maana ukiangalia katika kata ya Kunduchi kuanzia watu wa Mtongani Tegeta mpaka labda tuseme wapikondo, si wengi wanategemea Kunduchi. Ukitaka uone, bahari ya Kunduchi inasaidia watu wengi, kuanzia vijiji vya jirani. Ifunge bandari, afu uone uko majumbani watu wanavyokimbia, wanavyoacha vyumba hawalipi kodi. Bila shaka umeona umejifunza na umefurahia mandhari nzuri sana ya Kunduchi Dar es Salaam. Mimi ni Nyamgumo Mahmud, nyuma ya kamera yuko Eze Films. Hii ni Dost Media, tufuatilie katika mitandao ya kijamii @dostmediatz.